Na no, wanachama wa shamba la Keekonyokie eneo la Kibiku Kajiado Magharibi wameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama katika eneo hilo, kundi hili sasa likitoa wito kwa maafisa wa usalama kuhakikisha ulinzi wa haki bila upendeleo au uegemeaji wa upande wowote. Aya anajiri wakati kesi ikiendelea mahakamani kuhusu umiliki ardi wa kipande hicho cha ardhi. Wakazi wamehimizwa kudumisha amani na kusubiri uamuzi wa wa mahakama kwa utulivu tusilete watu wapigane na kumwaga damu hapa. Mimi nawaomba kama viongozi, mujue kwamba hao watu ndio wanawachakua, mujue kwamba hao watu ni ndugu zenu, mujue hii ni jamii yenu, na tusipokaa kuelewana mambo ya kukata Kibiku Kibiko haiwezi katwa na ngufu mpaka tuelewane. Tusimwage damu, hawa ni watoto na damu ikimwagika saa hii, watu wa kwanza kuitwa ni viongozi. Nataka yeah, kuambia serikali ama eh, eh, serikali yenye inasimamia mambo ya security Kajado, Kajado West county sub county ya kwamba don't take side in this issue. Yes. Musijaribu kutake side kwenda kusupport watu wengine.